Mimi niseme mimi ni mzalendo wa Kenya, na mimi nashughulikia Wakenya wote, na lazima tuanze kuambiana ukweli. Na mimi nimeshtumiwa sana na viongozi katika Northern Kenya, wakiongozwa na Aden Duale na magavana na ma MPs, ya kwamba mimi sipendi Wasomali, ya kwamba mimi nachukia Wasomali, kwamba jamii yangu ya Mlima Kenya tuko na matatizo na Wasomali hiyo ni uongo mtupu, ndugu yangu. Vile ilifanyika ni kwamba Aden Duale ni kibaraka ya William Ruto, na William Ruto aliponitoa kwa ofisi, hata akijua ya kwamba watu wangu jamii yangu ndio ilimpatia kura karibu milioni nne kumfanya ye kuwa rais, alifanya mpango vile ataunganisha Wakenya wote kupigana na kuangamiza jamii ya Mlima Kenya ile inaitwa 41 versus 1. Na, na mtu mmoja alipewa hiyo kazi ni Aden Duale, afanye juu chini jamii ya Mlima Kenya iko sana na jamii ya Wasomali, na ndiyo akaanza kunitumia makobora kusema mimi ni mkabila, mimi nachukia Wasomali, Wasomali narigijia na wesiki sana wakikuyu na Wasomali wako na matatizo ndio William Ruto afaulu kukosanisha jamii ya Mlima Kenya na watu ya Somali. Nikiwa kiongozi pale Mlimani, nitafanya kila juhudi kuhakikisha ya kwamba uhusiano kati ya jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya, hatutakubali Ruto aingilie kupitia Duale, kwa sababu Ruto ndio anatumia Duale na Duale ndio mwenye kuleta uhasama na fitina na propaganda ya kwamba sisi tunachukia Wasomali. Kama tungekuwa tumechukia Wasomali, si tungekuwa na shida nao Karatina? Tungekuwa na shida na Nanyuki? Tungekuwa na shida na Kuru? Sisi na Wasomali ni kitu kimoja. Na huyu Duale hawezi ongea kwa niaba ya jamii ya Wasomali. Yeye anasema atidiyo kingi pidi ya Wasomali. Ati kama yeye ameongea, Wasomali wameongea. Kama yeye amefurahi, Wasomali wamefurahi. Kama wamekula, Wasomali wamekula. Kama wameshiba Wasomali wameshiba wame. Sasa yeye anataka kuunganisha jamii ya mlima Kenya na jamii ya wa Wasomali, jamii mbili katika Kenya zimeishi kwa amani, zimefanya biashara pamoja, ya kwamba Wakikuyu wamechagua Msomali akuwe mjumbe wao hapa fika. Kuna mzee alikuwa anaitwa Ali Kabati, amechaguliwa na watu ya sika Wakikuyu mwaka ishirini kuwa deputy mayor. Wakikuyu wanaenda wanasema, huyu mzee hana dhuluma, anapenda haki, ni mtu ya maendeleo, hana ubaguzi, wanamchagua. Wewe Aden Duale, utaingia katikati ya Wasomali na Wakikuyu na njia gani? Hatuwezi kubalia wewe na mimi. Naomba jamii ya Wasomali tafadhali, msiangukie hiyo propaganda ya uongo. Atirigathi kashangu anachukia Wasomali Rigathi Gachagua anachukia wasomali namna gani? Na, na jamii yake ya mlima Kenya napenda Wasomali. Mimi mwenyewe wa Rigathi Gachagua anafanya biashara na Wasomali, iko mzee mmoja anaitwa Abdurahman Abdi, rafiki yangu, tumefanya naye biashara mwaka thelathini, na wacha nikuambie ndugu yangu, mimi napenda wasomali sana.